Binti dada, hizi ni lifestyle sita zinazo kusababisha wewe usiolewe. Mm-hmm. You heard me. Chukua kiti kachini, binti. Muda wowote unajifungia ndani, kila unachotaka kununua, alo, boda, uko wapi? Njoo hapa, anataka ukanunulia kitu fulani, au ninunulie, alafu ukija utachukua hela yako. Eh, hutaki hey, kutoka nje kwenda kununua mwenyewe. Wewe unaita tu boda na kununulia na kuletea. Ukitoka kanisani unapanda bodaboda moja kwa moja nyumbani, kuhudhuria makongamano kuimbi kwaya kanisani kushiriki kwenye makambi, watakuona saa ngapi, my sister? Mtandaoni una post akinipenda Mungu inatosha. Status umejaza meme Yani mda wote umeposti meme status. Eh, yani sana umeposti labda biashara, viatu, mikoba, vitenge, vitengo unavyouza dada. Eh, jiposti jiposti, mm. Akaunti zako zipo private, Facebook umelock profile, TikTok umeweka private, Instagram private pia na katika hizo private una posti maua, una post vindege, una post wanyama, meme haya. Profile unamuweka mwanao, profile picture unamweka mwanao, unamuweka bibi yako, unachukua tu hata picha za kina Regina Daniels unaweka, unachukua picha za kina Hamisa Mobeto unaweka unachukua picha za kina Rihanna za kina Beyonce unaweka. Atakuona nani? Atakuona nani? Weka picha zako mdada, weka picha uonekane kwamba na wewe umo. Post picha tukuone, post picha ha? Mtaani kama mtaani, wazee wa mtaa hawakujui, hawakujui kama umeolewa, hawakujui kama uko single. Binti unajifungia ndani muda wote, vijana hawajui kama umo ndani au umetoka, hawajui muda gani unaenda kazini, hawajui eh. Usijigost kiasi hicho, usijigosti. Yani unaishi mtaani kama usalama wa taifa, my sister. Yo, mtu akikuomba namba ya simu unaanza na mashati, oh, namba yangu nauza Shingapi? nauza laki moja. Oh, kwa nini nikupe mimi na, so, ni... toa namba yangu, mi na wewe hatuna cha kuongea, unataka mwongee nini? Toa namba, toa namba, vijana wakupigie simu. Toa namba, upate marafiki. Toa namba, my friend, toa namba. Namba ni muhimu, very important. Mtu anakuomba namba kama amekuja kwako ni kuomba ajira, anakuomba namba kama amekuja kwako kuomba kazi ni namba tu, ni namba haya. DM hujibu, yani hujibu DM, na kama ukijibu tu sentensi moja, sentensi ya pili umembloka. Eh, dada, hizo DM hazitokuja milele, yani hizo DM hutoziona milele, yaani sio kwamba baadaye zitaendelea kuja. Kuna miaka itafika, hizo DM zitaacha kuingia. Jibu DM. Wengi wameanzisha mahusiano na kuolewa kupitia DM. Mtu ameona video yake nzuri, kaielewa, amekuelewa, amekutafuta DM. Jibu hizo DM, usiblock, jibu my friend, jibu. Unasema hutaki mwanaume wa kukuchezea, unangojea wakati wa Mungu. Wakati wa Mungu ni sahihi, sawa wakati wa Mungu ni sahihi, lakini Mungu hata mshusha huyo mwanaume kutoka mbinguni mpaka duniani kwa ajili yako, kisha unafunga tatu kavu kwamba Mungu aniletee mume. Hata kuletea mume bila we mwenyewe kutengeneza mazingira ya kuwavutia wanaume wa, wa, waje unafanya maombi siku tatu unafunga siku thelathini siku saba unafunga za maombi siku saba unafunga nja tatu kavu, lakini Mungu akujibu, kwa sababu wewe mwenyewe hauji socialize ujiwekei yale mazingira ya kuwavuta wanaume waje wa kutongoze. My sister utakaa single. Sio kwamba wewe sio wife material, wewe ni wife material tena, you will make a very good wife lakini socialize socialize, rafiki yangu socialize. Yani ji socialize sana sana sana, tunanielewa? Socialize. So kama bado hujasubscribe au wewe ni mgeni mahali hapa, karibu sana. Kwa majina naitwa Joyce, unaweza kunifollow Instagram, Joyce Joyce underscore, unaweza kunifollow Facebook unaweza kunifollow na hapa um, subscribe hapa kwenye youtube channel yangu. Tunaongelea vitu vyote kuhusu feminism, kuhusu my ma lifestyle, maisha kwa ujumla, tech technology na vitu kama hivyo. So guys, kama bado hujasubscribe, welcome back to my channel.